Zangu wa pendo katika Kristu karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Bado tunaendelea kufurahia neema ziletwazo na Pasaka ndugu zangu. Leo tunamkuta Yesu akiwatokea wanafunzi wote wakiwa ndani ya chumba na anaomba kipande cha samaki na kukila mbele yao. Tendo cha kufanya hivyo hakikuwa na maana ya kuonesha kwamba mwili wa Yesu uliofufuka ulihitaji kula na kunywa tena. Lengo lake lilikuwa ni kuwaonesha kwamba yeye si mzimu kama wale watu waaminivyo kwamba mtu aliyekufa huwa anazungazunguka kwenye yale maeneo aliyoishi na hao watu. Lengo lake lilikuwa ni kuonesha kwamba yeye ni yule aliyekufa akafufuka, na kweli mwili wake umefufuka, na ndio maana ameweza hata kula, kwani ingekuwa ni miili ile ya mizimu, hakika isingeweza kula. Hivyo alitaka ale mbele yao kuhakikishia kwamba hakika ni yeye kafufuka. Habari za namna hii, ndugu zangu, zilizidi kuwaletea mitume ya ahueni, na baadaye ziliwaimarisha kiimani na kuona kwamba hakika Kristo wao ana nguvu. Jambo hili linaonekana katika somo la kwanza, ambapo Petro kwa nguvu ya jina la Yesu mfufuka ameweza kumponya kiwete, na anatumia tukio hili kuwatangazia waamini wote kwamba ni kwa nguvu ya Yesu yule waliyemuua na sasa kafufuka, ndiye huyu ambaye kwa nguvu zake mtu huyu kaweza kuponywa. Ndugu zangu, hivyo anataka wote waliohusika katika kumtukana na kumkana Yesu waongoke na wamrudie Yesu kwa kuungama dhambi zao zote na kumrudia huyu Yesu ili wapate uzima. Ndugu zangu, sisi nasi tunapaswa kumpeleka huyu Kristo mfufuka kwa wengine. Kuna watu ambao ni wagonjwa miaka na miaka. Hawawezi kuamka hapo walipo. Nasi tupeleke habari za matumaini za Kristo mfufuka kwa hawa watu ndugu zangu. Kuna watu ambao wamenuniana miaka na miaka. Kuna watu ambao wakikutana hawaangaliani machoni wala usoni. Wote hawa tunapaswa kuwapelekea habari za Kristo mfufuka na wao wajue kwamba kuna furaha na amani unapopatana na kuanza maisha mapya. Wengine ni maskini, hawajawahi kuvaa hata nguo kama ya kwako, wao wanaziona tu na kuzimezea tu mate. Wengine wanakuona na simu yako pengine nzuri, na kumeza mate tu, hawajawahi kushika wala kushika kitu kama hicho. Mama wengine hata nywele zao hazijawahi kuonja pengine shampoo watamafuta hata ukaligitiwa pengine. Wote hao ni watu wa Mungu na wanahitaji baraka na wanahitaji kushikwa mkono na wewe. Peleka habari ya furaha kwao ya Pasaka hii na wao pia waweze kufurahia kwamba Yesu mfufuka amewaletea habari njema, lakini amewaletea fadhili zake. Ndugu zangu, tusije tukawaona watu wanateseka Eh, kwamba wameumbwa wawe hivyo jinsi walivyo. Hapana, tusizoee shida za wenzetu tukafikiri ni, ni, ni haki yao kuwa hivyo. Sisi tuwe kama Kristo mfuka, tukalete ahueni kama kina Petro alivyompelekea huyu kiwete habari ya Yesu mfuka, na kiwete huyu anarukaruka kwa furaha kwa sababu Kristo amegusa maisha yake. Yesu anakuhitaji uwe mkono na mguu na jicho la kupeleka habari yake njema kwa wengine. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. Bado nakukumbusha shajara zibaki chache pale St. Joseph Cathedral, nye container la kwaya. Hapa Msimbazi pia zipo chache. Msimbazi San Damiano kwa Padre Pio Shrine hapa kwa Kapchini, lakini pia kule Moshi Bookshop pia zipo. Lakini zibaki chache zinaishiria. Ishiria. Kwa hiyo basi, jitahidi kama hujapata nakala, basi jitahidi upate nakala yako uweze kumtukuza Mungu. Siku njema.